Wa kaunti wa ya Isiolo yaungana na taifa kuzindua siku 16 za uhamasisho dhidi ya ukatili wa kijinsia. Kaunti ya Isiolo imeungana na taifa nzima kuadhimisha uzinduzi wa siku 16 za uhamasisho dhidi ya ukatili wa kijinsia, kampeni inayolenga kuongeza usikivu na kuchochea hatua madhubuti za kupambana na aina zote za dhuluma za kijinsia katika jamii. Akizungumza na wanahabari baada ya uzinduzi huo, Daktari Mohamed Abdikadir Afisa mkuu wa idara ya afya katika kaunti ya Isiolo alisisitiza kuwa serikali ya kaunti imejitolea kikamilifu kuwalinda na kuwahudumia waathiriwa wa ukatili wa kijinsia.

Alibainisha kuwa waathiriwa hawa hawatozwi ada yoyote wanapotafuta matibabu katika Hospitali ya Rufaa ya Kaunti ya Isiolo, hatua inayojulikana kama waiver those ones who cannot afford to pay for their fees. Uh, like uh, if they are harassed they come to the hospital they have to pay uh, post I mean, either postmortem fees or uh, P3 uh, fees those ones we are going to waive them we'll send them through our waiver process and we'll waive them and uh, we'll make sure that they are te akitapotar Aidha, Dr. Mohamed, alifichua kuwa serikali imetenga fedha maalumu kwa ajili ya kuanzisha kituo cha urekebishaji tabia kwa watu wanaopambana wa na uraibu wa dawa za kulevya, kama njia ya kuimarisha ustawi wa jamii. Um, most of

Wakati huo huo, alieleza kuwa kaunti imeanzisha mikakati madhubuti ya kukabiliana na ukatili wa kijinsia ikiwemo kushirikisha wahudumu wa afya ya jamii kuendeleza kampeni za kutokomeza ukeketaji katika maeneo ya mashinani. County government, tuko na watu ambaye wanaitwa CHPs ambaye kazi yao ni kuangalia mambo ambaye inaendelea. E, mambo kama hii ya fm utapata habari kwa wakati huo ikiwemo e, wako na ishu zingine kuangalia kama mama ambaye wako wajawazito ambaye wanapaswa kufikisha hospitali e, wale e, ishu yote hata wazee ambaye wale wako na blood pressure wako na diabetes hiyo uh, ni jukumu ya timu yangu ambayo wanaitwa CHPs ambayo wakokua mashinani, na juu ya hayo tumewapatia jukumu ya kwamba wakati wote wakisikia ama waone ya kwamba kuna msichana pahali fulani ambaye amefanyiwa ukeketaji, wakati huo tunaokujia tunaokujia na, na, na, na sheria itafanya kazi yake. Kwa upande wake Nahashon Letaruk, mshirikishi wa Tume ya Kitaifa ya kijinsia na usawa katika ukanda wa mashariki alisema tume hiyo, kwa ushirikiano na wadau wa maendeleo, imeanzisha mfumo wa rufaa ya kaunti kwa waathiriwa wa ukatili wa kijinsia, mfumo unaolenga kutoa huduma jumuishi na zinazowiana kwa manusura. We have developed what we call, um, the county referral pathway. County referral pathway for GBV is a coordinated mechanism on how

So so Naye Dorothy Okemo, mshirikishi wa mradi wa SHARP unaowalenga vijana wanaobaleghe, alieleza kuwa mradi huo unatekelezwa katika kaunti za Isiolo, Marsabit na Mandera And five other Great Lakes, uh, region countries. Alisisitiza kuwa mradi huo utaendelea kushirikisha idara ya afya katika juhudi za kukomesha ukatili wa kijinsia na kuimarisha usalama wa watoto na vijana. We certainly need to have interventions that are really targeting, uh, adolescents and teenagers. And that is why SHARP is actually, uh, uh, in this county. To not only work with the health department in terms of enhancing multi-sectoral collaboration, because when you look at issues of uh, SGBV, they touch directly on the gender department and on the health department. Aidha, Dorothy aliongeza kuwa wataendelea kufanya kazi kwa ukaribu na mashirika ya kijamii ili kukabiliana na ongezeko la mimba za utotoni, changamoto ambayo inaendelea kuathiri familia na jamii mbalimbali mbali humu nchini.

Ripotia Runinga ya Waso langujina ni Hussein Morangiriguyo. Runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.